Oktoba 14 ni kumbukumbu kumbu ya Mtakatifu Papa Kalisti wa kwanza, mmoja kati ya mapapa wa kwanza wa kanisa. Aliongoza kanisa Katoliki kuanzia mwaka 217 hadi mwaka 222. Alizaliwa Roma na anajulikana kwa juhudi zake za kuimarisha umoja wa kanisa na kusimamia masuala ya imani. Kabla hajaanza kazi ya kitume, alikuwa ni mtumwa huko Roma, na baada ya kukombolewa utumwani akafanywa kuwa shemasi na kuanza rasmi kazi ya utume. Kalisti wa kwanza alifanya kazi muhimu katika kutoa mwongozo kuhusu msamaha wa dhambi, akisisitiza umuhimu wa huruma na kuzingatia watu waliotenda dhambi kubwa. Alikabiliana na changamoto za uongozi katika kipindi hicho, hasa kutokana na dhuluma dhidi ya Wakristo. Aliwawa akiwa bado kwenye wadhifa wake, na baadaye alitambuliwa kama mtakatifu. Anatufundisha kuwa wema na wenye huruma na kusimama imara katika mwenendo wetu wa kiimani.